Droo ya shindano la ekeza ushinde gari tuktuk ama pikipiki imefanyika katika ukumbi wa benki wa shirika la Imarika Sacco Ijumaa, tarehe 5 Disemba mwaka wa 2025. Dhamira kuu ya shindano hili ilikuwa ni kuwahimiza wanachama kujenga ile ari ya kuwekeza, ili wakiwekeza tutaweza kupata fedha kama chama ili kuendeleza shughuli za chama ambayo shughuli kuu ya chama ni kupeana mikopo kwa wanachama. Kwa hivyo tukiwa na fedha ambazo hatukuziomba katika taasisi zingine za fedha, inakuwa rahisi kupeana kwa wanachama kwa riba ambayo ni ya chini na wanachama waweze kufaidika. Shindano hilo lilifunguliwa rasmi tarehe saba mwezi wa saba mwaka huu na kukamilika tarehe 30 mwezi Novemba mwaka huu. Huku shughuli za droo zikiendelea, wanachama waliendelea kuhudumiwa. Mshindi wa mwaka jana wa gari alikuwepo kumbini tena ninafurahi sana sababu nimekuwa nikihimiza pisa, wale wanachama wangu washiriki katika u, kuwekeza pesa zao, maana kwa kawaida ukiwekeza bado hizo ni pesa zako, na hii imenitia moyo sana sababu wale wengine walioko huko nyuma ambao walikuwa wakidhani kwamba hii ni matani wameona, na mshindi ametoka pale kwetu, na kila wakati akiendesha hili gari itakuwa ni thibitisho zaidi kwamba Imarika ipo inaimarika zaidi inaimarisha zahidi na watakuwa encouraged kuendelea kuwekeza. Sasa tukija mwaka ujao naliwe shindano kama hili, na wahakikishia watakaoshinda ni kwetu, maana najua jamaa zetu wote wale members watakuwa wanatia bidii kuwekeza katika huu mchezo huu wa uwekezaji. Iliyoanza ni droo ya mshindi wa gari, na maafisa wa M Zawadi wakachanganya changanya na kukoroga koroga na bahati kamwangukia mwekezaji mmoja miongoni mwa washiriki 1338 iimekuya inaenda bado, inazunguka inatafuta. Mista Jacob alisema ina sakura sakura, aya, bado ina sakura. Kumbuka zile ni nambari ambazo zimepewa mtu fulani. Amepatikana Julius Charo. Teknolojia ya kumchagua mshindi kidijitali ilitumika chini ya usimamizi wa maafisa wa kudhibiti bahati nasibu. Julius Sadiki Charo akaangukiwa na bahati, ushindi wa gari aina ya Probox. Akatafutwa kwa simu. Ongea na boss kutoka Imarika Sacco, na wewe ni mshindi wa gari aina ya Probox. Akaingia ukumbini na kujitambulisha mshindi wa mwaka huu wa Ekeza ushinde gari. Aa, nilipopigiwa simu nilikuwa kwenye ofisi nikifanya kazi, hata wakati ulikuwa na receive simu nyingine nikiongea nayo, ndio nikakata hiyo receive nyingine, lakini sasa nikapata habari kwamba naongeleshwa na mtu wa Imarika, nikajiuliza na nikajiuliza, ni kawaida tu kuongeleshwa na Imarika. Wazi, lakini waliponiambia nimekuwa mshindi wa gari nilifurahi sana. Ilikuwa na mshtuko kidogo, manake si kawaida na sikutarajia. Manake nilikuwa najua tulii shiriki ni wengi, na sikuona kama ni mimi ndio ningetoa ningetopu lakini nimeshukuru kwamba nimepata nafasi ya kushinda. Akapatikana, akawa ni mkazi wa Shingila, kiungani mwa mji wa Kilifi. Akatolewa kwa drawing board na mshindi wa tuktuk akaanza kutafutwa. Alipojulishwa kwamba atakuja siku ya Jumatatu kuchukua gari lake akaondoka kwa pikipiki akiwa na furaha isiyokuwa na kifani. Utaratibu huo huo ukatumiwa kumtafuta mshindi wa tuktuk -tuk. Akaangukiwa Dume Maoni Kadzenga. Akapigiwa simu pia nyumbani kwao Madeteni, Kilifi North, akapokea kwa furaha ya habari hizo. Akiwa Nakuru masomoni, hakuweza kufika unamwongea kwa ndoma na kusikia na ukisema unapiga magoti na, kisemu, na, makoja, na akatolewa kwenye droo na kutafutwa mshindi wa pikipiki. Akapatikana mshindi wa pikipiki piki, akawa ni Stanley Guyo Saidi kutoka Watamu Malindi. Wewe ni mshindi wa pikipiki umeekeza piki, na ushinde na Imarika akapigiwa simu akapatikana, asema ni mwalimu mstaafu, na shindano likawa limekamilika. Ndio hivyo basi, gari limeenda Shingila na tuktuku nayo ikaenda hapa hapa tu Kilifi North na hii pikipiki piki nayo eh, Watamu Malindi. Ni shindano ambalo limewashirikisha wengi na kuwazuzua wengi na kuimarisha mshikamano wa wanachama katika shirika hili la akiba na mikopo. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Lolani Kalu, Koko FM, ladha ya Pwani.